Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wazazi yaliyofanyika kiwilaya katika kijiji cha Kasosobe yalipo makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Mbogwe, mjumbe wa baraza la wazazi taifa kutoka mkoa wa Geita Chazi Kazungu Mabeo amewataka wazazi kuwalea watoto katika maadili mema. Malezi yetu yana, yana kila siku yanaporomoka, kila kukicha yanaporomoka. Jumuiya ya wazazi tumepewa jukumu la kuelimisha wazazi wahakikishe tunawalea watoto wetu vizuri wanakuwa na maadili mazuri. Na sisi wazazi ndio tunachangia watoto kuporomoka kimaadili. Wakati sisi tunakuwa mimi na wewe na mwingine, ukikosea mzee wa jirani anaweza akakuchapa. Uongo kweli? Leo chapa mtoto wa mtu. Katika hatua nyingine, mjumbe wa baraza la wazazi Taifa alishiriki katika zoezi la kuchangia damu, huku mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Mbogwe Mheshimiwa Halima Chembemoyo akisisitiza wazazi kuwapeleka watoto shuleni. Ndugu zangu, sisi ni wazazi, sisi ni wazazi na ni wazazi haswa. Wazazi tunashughulika na mambo mengi, lakini swala la elimu naomba E, kata zetu tunajua changamoto wanazopitia baadhi ya familia au watoto. Chama cha Mapinduzi, naomba niendelee kuwapongeza wale waasisi wetu, walijua na wakatambua kwamba jumuiya ya wazazi ndio jumuiya pekee itakayesimamia elimu kwa upande wake. Mganga mfawidhi wa wilaya ya Mbogwe ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kuchangia damu kwa kuwa ni sehemu ya ibada kwa Mungu. wito wangu ni kwamba kila mmoja awe na mwamko wa, wa, wa kuweza kuchangia damu kwa sababu hili janga la, la damu sasa hivi linakuwa kubwa kwa sababu ya shida nyingi. wakina mama wa wanakua ta wanapojifungua wanapata shida ya upungufu ya, ya, ya, ya wa damu na pia kwa, kwa, kwa jamii sisi kwa hudumu wa afya tunataka tunatakiwa tutoe huduma elimu kwa jamii ili iweze kuelewa na namna ya huduma zinazotolewa kwa kina mama. Naye mkuu wa wilaya ya Mbogwe Bi Sakina Muhamedi amemshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuleta fedha nyingi kwa ajili ya miradi mbalimbali ikiwemo sekta ya afya. Kupitia kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, tayari ametekeleza mambo ni mengi sana nikisema, nianze kutaja kwenye upande wa afya hatuwezi kumaliza. Sisi wote ni mashahidi. Mheshimiwa Rais hapa Mbogwe tulikuwa hatuna hatuna hospitali ya wilaya. Sasa hivi tunayo hospitali. Wote tumetoka pale ni mashahidi. Tumeona kuna vifaa tiba mle. Tumeona watumishi, bado serikali inaendelea kupambana, kuongeza watumishi, kuleta vitendea ya kazi, vifaa tiba na mambo mengine. Tumekuwa mashuda hapa. Eh? Tunazo ambulensi za kutosha. Kwa hiyo zote ni jitihada. Hiyo ni upande wa sekta tu. Nikiripoti kutoka Mbogwe Mkoani Geita, Anthony Sollo, Sollo Media.